Kiongozi wa Hamas, Salah al-Bardawil na mkewe wameuawa katika shambulizi la anga lililotekelezwa na Jeshi la Israel IDF katika moja ya mashambulizi makubwa zaidi yaliyogharimu maisha ya angalau Wapalestina wengine 32. Aljazira imeripoti kuwa Salah al-Bardawil, ambaye ni kiongozi wa ngazi ya juu wa Hamas, aliuawa katika shambulio la anga la Israel mjini Khan Yunis, ulioko kusini mwa Gaza. Al-Bardawil, ambaye alikuwa mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Hamas pamoja na mkewe, wameuawa alfajiri ya leo Jumapili Machi 23, 2025 katika shambulizi hilo la anga. Wakati huo huo, Wapalestina Palestina 32 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel katika maeneo mbalimbali tangu alfajiri ya Jumamosi Machi 22. Al Jazeera pia imeripoti kuwa idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel katika kitongoji cha Tal Sultani, magharibi mwa mji wa Rafah, imeongezeka hadi kufikia watu watano. Aidha, Wapalestina watatu, akiwemo wa mtoto, waliuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya mizinga yaliyorushwa na vifaru vya Israel vilivyolenga nyumba na mahema ya raia katika eneo la Al-Shimaa, Beit Lahia kaskazini mwa Gaza. Miili ya waliouawa na majeruhi ilihamishiwa katika Hospitali ya Indonesia, ya hospitali iliyopo kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Pia, Palestina wawili walijeruhiwa katika shambulio la anga la Israeli lilolenga hema lililokuwa likihifadhi watu waliokosa makazi katika eneo la Mawasi, magharibi mwa khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Mapema, shambulizi la anga la Israeli lililenga nyumba katika kitongoji cha Aljanina, mashariki mwa Rafah, na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa. Pia mtoto aliuawa huku wanafamilia wake kadhaa wakijeruhiwa kufuatia shambulio la anga la Israeli lilolenga makazi ya rais huko mashariki mwa Khan Yunis eneo la Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina eneo la Gaza inadai kuwa tangu kurejeshwa kwa mashambulizi Gaza Jumanne asubuhi hadi siku ya Jumamosi, Israeli ilikuwa imewaua Wapalestina 634 na kuwajeruhi wengine 1172 na moja, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Huu ni mkwamo mkubwa wa makubaliano ya kusitisha kwa mapigano, ambapo Israeli imesema kuwa mashambulizi yake yanaratibiwa kikamilifu na Marekani. Israeli ilikataa kutekeleza awamu ya pili ya makubaliano hayo baada ya awamu ya kwanza kukamilika mapema Machi 2025. Licha ya Hamas kutekeleza masharti yote ya makubaliano. Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alikataa kuendelea na awamu ya pili ya makubaliano hayo ya kusitishwa kwa mapigano, na shinikizo kutoka kwa wapiganaji wenye msimamo mkali katika serikali yake ya Israel, kwa msaada wa Marekani na chini ya macho ya dunia nzima. Israeli imeendelea kutekeleza mashambulizi huko Gaza tangu Oktoba 7, 2023 yakisababisha vifo ya na majeraha kwa zaidi ya Wapalestina laki moja na sitini na mbili, wengi wao wakiwa ni watoto na wanawake, huku zaidi ya watu elfu kumi na nne wakidaiwa kutofahamika walipo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Katira.